Ni muhimu kuwa na maeneo salama katika jamii zetu. Ikuwe ni maeneo ya kimwili, mtu mwenye unaamini, rafiki, mtu wa familia au mtu mwingine kama daktari au mwalimu, au hata nafasi kwenye mtandao au mahali ya kidijitali kama hii. Jamii yako inapashwa kuwa ni mahali kwenye unajisikia salama. Jamii inaweza kuwa na maana nyingi. Inamaanisha fasi kwenye unaishi, majirani zako, masomo au mahali ya kazi, soko yako au duka ya chakula, marafiki, mahali yako ya ibada au maeneo kwenye unafanya shughuli katika muda wako wa ziada au huru. Wakati mwingine nafasi zimoja katika jamii yako zinaweza kuwa hazina usalama. Hauwezi kudhibiti au kontrole matendo, mitazamo au tabia za watu wengine. Kuna masuala zenye hatuwezi kutatua peke yetu, kama vile unyanyasaji wa mitaani kwa mfano, lakini kunaweza kuwa watu katika jamii yako wenye unaweza kufanya nao kazi ili mupate suluhisho pamoja kwa ustawi yako kimwili na kiakili au kisaikolojia, ni muhimu kwako kwa kujisikia vizuri na salama. Kama haujisikii vile, fikiria kuzungumza na mtu mwenye unaaminiaka. Uko na haki ya kupata huduma za kushughulikia mahitaji yako na kutafuta msaada. hauko peke yako.